Na, mtazamaji wa Trend TV, ebwana, leo niko hapa kwa ajili ya kukupa habari kuhusiana na maoni au maneno ambayo yalitolewa na daktari, aliyekuwa daktari wa mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Karina kule India. Kule India bwana, mwanadada Karina alifikia katika hospitali ambayo alikabidhishwa moja kwa moja kwa daktari ambaye ndo specialist wa matatizo ambayo yeye alikuwa anamsumbua na mpaka kuna picha ambazo zinamuonyesha daktari huyo akiwa yuko na Karina, baada tu ya kumfanyia operation na alikuwa anaendelea vizuri mwanadada huyo Karina. Lakini kwa bahati mbaya tunafahamu kwamba leo ndo tumepokea taarifa za kifo chake. Sasa, hapa niko na ujumbe wa daktari kipindi tu mara tu baada ya kumaliza, eh, operation ambapo operation ilikuwa successful, ilikuwa na mafanikio, kwa sababu alitoka akiwa salama. Alikuwa yuko katika recovery mode, yani alikuwa yupo katika hali ya kusubiria, eh, kupata afueni Umeona ile aweze kurudi Tanzania. So huyu daktari alitoa maneno, kuna maneno hapa, kuna ujumbe ambao aliuweka kupitia kurasa wake wa Instagram eh, kuhusiana na kile ambacho kimeendelea mara tu baada ya kumfanyia operation eh, mwanadada Karina, kabla ya kifo kumkuta siku ya leo. Na huu ujumbe huyu jamaa huyu daktari alitoa mnamo siku ya Machi tarehe 27 mara tu baada ya operation kufanyika. So daktari mwenyewe anafahamika kwa jina la JV, J, J, Jisa, Eh, huyu ni daktari wa Kihindi kwa sababu kule ni India. Huyu daktari wa Kihindi anaitwa Jay Safta, ambapo yeye kupitia kurasa wake wa Instagram ameposti picha akiwa yuko na Karina na pia vilevile vile akaweka ujumbe hapa kwa maneno. Sasa nitakusomea kwa Kiingereza, then nitakusomea pia kwa Kiswahili. Kwa hiyo kuwa mvumilivu kidogo nikusomee kwanza kwa Kiingereza, kama utakuwa hujaelewa basi, moja kwa moja nitakusomea pia kwa lugha ya Kiswahili, ili tuende pamoja uweze kufahamu ujumbe ambao daktari wa Karina ambaye alimfanyia operation alichokizungumza mara baada ya kumaliza kumfanyia operation Karina na kuona kwamba hali yake inaendelea vizuri, japokuwa hivi karibuni tumepata taarifa kwamba amefariki siku ya leo. Daktari aliandika hivi: it was an honor to meet the the incredible and strong talented Hawa Hussein Ibrahim aka Karina after his, uh, after her discharge from the hospital in Delhi Karina a beloved figure in Tanzania bongo movie industry has been beating serious health challenges for nearly 9 years enduring over twenty four surgical procedures in search in search of relief despite countless medical innovations she, could, she continued to experience, to experience a persistent healthy compli complication leading to the seek of advanced treatment in India in November twenty twenty four Her journey has been one of the immense strength reliance and hope after enduring specialized medical care in India Carina is now a steady path to recovery uh, seeing her good spirits holding on holding onto her positively and embracing, he, and embracing this new chapter was truly inspiring she is not only a phenomenon actress but also a fighter providing the providing perseverance in the face of advising, advising can lead to a better days Karina's story sheds light on the, on the importance of, of access to quality health care something that many international patients sick in India her experience also served as a beacon of hope for those beating chronic health conditions reminding remaining them, remaining, that them, that, reminding them that with the right care and determination health is possible wishing Karina speedy recovery renewed strength and many more success in years to come looking forward seeing her back on the screen doing what she loves and inspiring many and inspiring many with her talent stay strong karina akamalizia hapo jina lake alafu akasema kwamba a moment of our meeting in delhi uh, where i had a chance with her well as uh, she is continuing, she is continuing on her healing journey. Sasa kwa Kiswahili kama kuna ndugu zangu ambao tulipishana tuli, tuli kidogo hapo kwenye lugha. Sasa kwa Kiswahili bwana. E, tumeitafsiri hapa, nataka nikusomee kwa Kiswahili. Ameandika kwamba ilikuwa heshima kubwa sana kukutana na Hawa Hussein Ibrahimu almaarufu kama Karina, mwanamke mwenye nguvu na kipaji kikubwa, mara tu baada ya kuruhusiwa e, kutoka hospitalini jijini Delhi. Karina ambaye ni kipenzi cha wengi katika tasnia ya filamu ya Bongo Movie nchini Tanzania amekuwa akipambana na changamoto kubwa za kiafya kwa takriban miaka e, tisa ikifanyiwa akiwa amefanyiwa zaidi ya upasuaji 24 hiiin uh, akitafuta nafuu, licha ya juhudi nyingi za kitabibu aliendelea kukumbwa na matatizo ya kiafya hali iliyomfanya kutafuta matibabu ya juu zaidi nchini India mnamo Novemba mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Safari yake imejaa ujasiri, uvumilivu na matumaini. Baada ya kupatiwa matibabu maalumu nchini India, sasa Karina yuko katika mchakato mzuri kabisa wa kupona. Ilikuwa ni ya kuvutia sana kumwona akiwa na tabasamu akishikilia mtazamo chanya na kukumbatia na, ku, na kukumbatia ukurasa mpya wa maisha, wa, wa maisha yake. Karina sio tu mwigizaji wa kipekee bali pia ni shujaa wa kweli akiweka mfano kwa uvumilivu mbele ya dhoruba. E, unaweza kuleta kwamba unaweza kuleta mwanga mpya. Hadithi ya Karina inaonyesha umuhimu wa upatikanaji wa huduma bora za kiafya, jambo ambalo wagonjwa wengi sana wa kimataifa wanalitafuta nchini India. Uzoefu wake pia vile vile unatoa tumaini kwa wale waliokab, wanaokabiliana na maradhi sugu waki, ukionyesha kuwa eh, kwa matibabu sahihi na moyo wa ki waki wa kujitahidi eh, uponyaji unawezekana. Tunakumbuka kwamba Karina tunamtakia tuna Karina nafuu ya, ya haraka, nguvu mpya na mafanikio mengi katika miaka ijayo. Tunatazamia tazam, tuna kumwona tena kwenye skrini akifanya kile anachokipenda na kuendelea kuhamasisha wengi kupitia kipaji chake. Endelea kuwa imara Karina, eh, eh. Akamalizia hapo kwa kusema kwamba picha kutoka katika, katika kikao chetu jijini Delhi ambapo nilipata fursa ya kumtakia heri eh, katika safari yake ya uponyaji. So, hicho ndicho tumetafsiri sasa kwa Kiswahili ili tuweze kwe, kuelewana kuhusiana na ujumbe wa daktari wa Karina aliyouandika mara tu baada ya kumfanyia Karina